Kama vijana ni taifa la kesho, kesho yetu itatengenezwa na vijana. Kijana asipokuwa na fikra za uongozi, kwa sababu inatakiwa kila kizazi kiwe na viongozi wake, haiwezekani waliotutangulia wawe viongozi wa sisi tukifika kwenye hicho kizazi. Kama kijana hatatengenezwa leo kuwa kiongozi, tafsiri yake ni kwamba ukifika wakati wake wa kuongoza Hizo nafasi zitakuwa nyeupe. Kwa hiyo ni muhimu leo kijana atengenezwe kuwa kiongozi. Muda upi ni sahihi kwa huyu kijana kuanza kutengenezwa? Nadhani tangu akiwa mdogo, kwa sababu sikolojia inasema tangu akiwa mdogo. Vipi? Yeah. Alafu ilo sikolojia pia utatuambia hapo. Mm. Kwa sababu wewe mwenyewe hapo ulipo wewe ni mdogo bado. Yeah. Uh -huh. Sasa tangu akiwa wa mdogo wa namna gani? Okay. Saikolojia inatuambia mtoto akiwa kuanzia mwaka mmoja mpaka saba. Wakati huo akili yake, wanasaikolojia wanatumia neno theta. Theta ni state ya akili ambayo mtoto anakuwa hachambui anachokipata. Kwa hiyo mtoto akiambiwa wewe ni mjinga, hicho kinaingia kwenye akili yake kama program. Akiambiwa wewe haufai hicho kinaingia kwenye akili yake kama program. Kwa hiyo akikuwa atakuwa anafikiria katika zile program ambazo ni kama ni misingi ya kufikiria ambayo anakuwa amejengewa. Kwa hiyo unaweza ukadhani ni vitu vidogo ulikuwa tu unamwambia mtoto, acha ujinga, ila ile ikiingia kwenye akili yake inatengeneza misimamo ambayo ita kuwa, ata, atasimamia kufikiria akikua katika ile. Kwa hiyo mtoto hata akiwa mdogo inakuwa ni vyema akilishwa mawazo hodari, akilishwa maneno hasi, mawazo hasi ambayo hata akikuwa, yatamsaidia, yatamtengenezea platform nzuri ya kuweza kuongoza. Wewe wakati unakuwa uh, kabla ya kuja kukutana na hao viongozi bora, umewasifia sana. Ndiyo. au waliokutengeneza, mm -hmm. uli, uli ulikuwa unapata haya unayoyasema sasa hivi kwamba ulipata maneno mazuri Ndiyo. ya kukufanya baadaye kuja kutengeneza hizo programu mm -hmm. zote hizo kichwani kwako kwa kuona kwamba hizi ni programu nzuri ambazo zitakusaidia katika maisha yako ya uongozi mm -hmm. Um, hapana. Na sio kwa utimilifu sahihi, kwa sababu sikupata nafasi ya kulishwa mawazo hodari, kwa hiyo kilichofanywa nili, nili, nilizingirwa na watu tofauti ambao waliweza kuondoa mawazo hasi niliyokuwa nayo na kunipandikiza mawazo hodari, lakini pia nilipata nafasi ya kushiriki na katika kusoma mawazo hodari ambayo yalinisaidia pia kubadilisha fikra zangu. Watu wanasema vijana ni sawa, wapewe nafasi waongoze wenzao, lakini hekima na busara katika uongozi ni vitu ambavyo vinahitajika sana ili kuhakikisha kama ni taasisi inasonga mbele mm -hmm. kama ni nchi inasonga mbele, kama ni jimbo linasonga mbele, yani mm -hmm. kila mahali ambapo huyo kijana tunampa hayo madaraka makubwa ya kuongoza kuongoza mm -hmm. ni madaraka, ni yani kazi uh, kubwa Diyo. vijana wengi wanakosa busara Diyo. Vipi tunaweza tukamwamini kijana huyo ambaye bado tunawasiwasi naye katika masuala ya ya kutumia busara zaidi mm -hmm. kuliko kutumia elimu aliyoipata. Ndio, ndio. mm -hmm. Nadhani hapa ndipo swala la mentorship linaingia kwa sababu kijana ana nguvu, wazee wana hekima, lakini tumekuwa na disconnect kati ya vijana na wazee. mm -hmm. Kiasi kwamba kijana anatakiwa awe mentored mm -hmm. Kijana anatakiwa awe chini ya viongozi ambao wamemtangulia mentorship ina nafasi kubwa kwa sababu mimi nikiwa chini ya uangalizi wa kiongozi ambaye yupo, kujifunza kwangu kunapungua. Makosa ambayo yeye amefanya, mimi sitakiwi kuyafanya. Kwa hiyo inakuwa amefanya makosa yangu kwa niaba yangu, kwa sababu kila ambacho amekifanya mimi nitakuwa. Falsafa inasema you are standing on the shoulders of giants Yani, umesimama juu ya mabega ya watu hodari, maana alipokwama yeye, wewe hautakwama kwa sababu hekima ya, kwa sababu hekima ni kitu gharama sana. Watu wanapitia mambo mengi sana kupata hekima na wanafanya makosa makubwa kupata hekima. Kwa hiyo yale makosa ambayo nilitakiwa mimi nifanye kama kijana, nikiwa mentored na mtu sahihi, ile learning curve inapungua Sawa, tuangalie e, jukwaa lenu sasa moja kwa moja. Kati ya vitu ambavyo nyinyi mnavifanya ni hiyo program ehe, ama huo mradi kwa ajili ya kuandaa vijana. Nini mlikiona kiasi mkasema sasa e, katika hili jukwaa letu acha tuwe na huu mradi wa kuwawezesha vijana? mm -hmm. mm. Um, tuliona kuna uhaba wa viongozi sio tu katika nchi yetu ila ni dunia nzima, kwa sababu tuna sisi tafsiri yetu ya uongozi kama nilivyosema awali, ni kwamba uongozi ni influence, ni hamasa. Na pia tukaona tafsiri nyingi ya uongozi imeenda katika nyanzo za kisiasa, kwa hiyo watu wanadhani kama mimi sitakuwa mwanasiasa, sina jukumu ama umuhimu wa kufuatilia habari za uongozi lakini sisi tukaona uongozi ni zaidi ya siasa na ni zaidi ya nafasi, kwa sababu uongozi sio tu nafasi, ni mfumo wa kufikiria mm. Ndicho kinachotenganisha viongozi na wafuasi. The moment unaanza kuwa concerned. Ujumbe wako kutoka kwa mmoja wa msikilizaji anasema anamfuatilia sana huyo kijana hapo, anaonekana ana uwezo mkubwa wa kueleza, lakini anazungumza maneno ya Kiingereza ambayo pengine Angeweka kwa Kiswahili, ningenufaika zaidi. Sawa sawa. <laughs> <laughs> Atajitahidi bila shaka. <laughs> <shaka>. e, <laughs> <kwa hiyo ndio, laughs> e, e, watu wanataka kukuelewa. <laughs> <laughs> Na we ni Mswahili kabisa. Sawa, twende <laughs> Um, kwa sababu watu wengi wamezoea uongozi unahusiana na habari za siasa mm. Tukaona tukuze, tukuze namna ambavyo tutaielezea uongozi zaidi mm. Tukasema uongozi ni zaidi ya nafasi, uongozi ni mfumo wa kufikiria. Hata mama pale nyumbani anaweza kuwa kiongozi, mwanafunzi akiwa shuleni, hata kama hana nafasi ya uongozi anaweza kuwa kiongozi, kwa sababu kinachomfanya we kiongozi sio nafasi, ni mfumo wa kufikiria. Tena inawezekana mtu anaweza akawa na nafasi na asiwe na mfumo wa kufikiria unamkualifi kuwa kiongozi mm. alafu pakawa na mtu mwingine ambaye hana nafasi ila ana mfumo wa kufikiria ambao unamfanya awe kiongozi, na, na huyu ambaye hana nafasi akawa na hamasa zaidi kuliko huyu ambaye mwenye nafasi. Kwa nini? Mnafanya nini katika hili? Katika hili tunajaribu kutengeneza viongozi, tunajaribu kupitisha fikra ambazo zitamfanya mtu awe kiongozi. Tunafuatilia viongozi hodari ambao wametutangulia ambao walikuwa na nafasi na wengine hawakuwa na nafasi. Ukifuatilia watu kama kina Nelson Mandela alikuwa na nafasi, Mwalimu Nyerere alikuwa na nafasi, lakini tuna watu kama kina Rosa Parks hawakuwa na nafasi. Martin Luther King Jr alikuwa hana nafasi, Mother Teresa, ni watu ambao walikuwa hawana nafasi za kisiasa, ila hamasa yao pengine ilikuwa kubwa kuliko hata watu ambao hawana nafasi. Sawa, nyinyi kama jukwaa mnafuatilia, mnataka kuwatengeneza hao vijana sasa, tunataka tuone mna mnawatengenezaje ten, mna tengenezaje mnatumia njia gani, mbinu mm -hmm gani na mnawafikia vijana katika mm -hmm namna ipi? Katika taasisi yetu tunafanya kazi na tunafanya kazi sana na vijana, kwa hiyo tuna chapters kwenye vyuo, tupo katika vyuo, almost thelathini na mbili nchini. Kwa hiyo tunachofanya tuna mtaala. Huu mtaala tuna mtaala pia tuna walimu. Kwa hiyo tunahakikisha katika kila chuo wanakutana mara mbili kwa mwezi. Wao kwenye hivyo vikundi vidogo vidogo. Na tumechagua kuwa na vikundi vidogo vidogo kwa makusudi ili ni rahisi ku kuongoza ama kutengeneza watu wakiwa kwenye makundi madogo madogo na kuwafuatilia na kuwafuatilia pia mm -hmm. Hata Bwana Yesu wakati alikuja hapa alitengeneza tu watu kumi mm -hmm. na mbili na hawa watu kumi na mbili wakafanya mapinduzi duniani kote mm -hmm. kwa hiyo tuna huo mlengo wa kutengeneza viongozi katika vikundi vidogo vidogo na wakikutana, wanakutana watu ishirini thelathini alafu mm -hmm. wanapitia mtaala wetu, lakini pia tumefanya katika taasisi yetu iwe tu zaidi ya kufundishana uongozi, watu wawe marafiki pia, kwa sababu ni kuna, kuna mchango mkubwa katika watu ambao wanakuzingira. Ukizingirwa na watu sahihi, kuna ile wanaita sheria ya ambukizo kwamba utaambukizwa na watu ambao wamekuzingira kwa hiyo, hawa watu wanasoma, wanapitia katika hii mitaala, alafu tunakutana, muda mwingine tunakutana wote nchi nzima, tunakuwa na retreat. Tunakutana katika mkoa wote, wote kwa pamoja tunazidi kunoana katika haya mambo. kiongozi bora kijana anapimwa kwa misingi gani? kiongozi bora kijana anapimwa kwanza katika namna ambavyo anajiongoza yeye mwenyewe, kwa sababu awali kabisa uongozi unaanza na mtu binafsi. Ukisoma pia hata mtaala wetu una chapta yetu ya kwanza inasema kujiongoza wewe mwenyewe kwa sababu mpaka pale ambapo umeweza kujiongoza wewe mwenyewe ndipo wataweza kuongoza watu wengine. Kwa hiyo tuna mkazo katika kujiboresha sisi wenyewe. Mfano, karikulami yetu imeandikwa katika maandishi mtaala, mtaala umeandikwa katika maandishi. Kwa hiyo ili uweze kuisoma lazima uwe una utaratibu wa kusoma. Kwa hiyo hiyo pia kutengeneza tabia ya watu ambao wanaweza kusoma, kwa sababu vijana wengi wakimaliza shule wanaachana na habari za kusoma. Lakini kusoma hakutakiwi kuisha mtu yoyote. Kuna msemo unasema you cannot lead if you do not read. tafsiri ya Kiswahili ni hauwezi kuongoza kama hausomi. Nadhani nembo kuu ya jamii yoyote iliyostaarabika ama mtu yoyote aliyestaarabika ni mahusiano yaliyokuwa nayo na maandishi. Duncan, eh, katika um, huu mradi wenu ama hii programu ambayo mnayo Dio, ya kuandaa vijana, kuna kitu mnakigusia ambacho kinahusiana na namna huyu kiongozi bora kijana anaweza kutengenezwa kuanzia akiwa nyumbani. Tumeona kuna namna ambavyo mazingira mm -hmm, e, katika ngazi ya familia, ngazi ya jamii, kuna wakati anakuwa si rafiki kwa namna hiyo mm -hmm. ni kwa namna gani e, huyu mtoto, tuanzie sasa kwa huyu mtoto ambaye anaelekea kwenye ujana mm -hmm, anaweza akalelewa e, kuwa kiongozi na hii familia, yani, familia inaweza inawezaje kupata ama kujua misingi kwamba huyu sasa mtoto wetu tumlee katika namna hii, kwa sababu inawezekana si utamaduni wa familia zote kusema. Sasa na huu ubize mwingi wa kukimbizana na maisha ndio kabisa mambo yanapotea. Mlango kuu wa kupokea taarifa kwa mwanadamu ni akili, kwa hiyo namna nzuri ya kumtengeneza kiongozi ni kuhakikisha akili yake inalishwa na mawazo hodari. Hiyo inaweza kuwa kupitia kutazama ama kupitia kusikiliza ama kupitia kujishirikisha katika haya mambo. Kwa hiyo, mtoto ama kijana anaweza kutengenezwa vizuri, kama akiwa analishwa taarifa za uongozi kwa sababu sio wote tumepata neema ya kuvuviwa na mawazo hodari, lakini katikati yetu kuna watu ambao wamevuviwa na mawazo hodari, na inakuwa ni jukumu letu binafsi ama jukumu pia la wazazi kuhakikisha kwamba sisi wote tunafanya kwa uhodari kutafuta taarifa za viongozi ambao wametutangulia ama watu pia wenye hamasa zaidi, kwa sababu ukiamua tu kuishi kiholela holela, ukiamua tu kuishi pasipo kutafuta taarifa sahihi, taarifa zisizo sahihi zitakuf... zina mpa... zina m... zina namna ya kukufikia hata usipozita... zitafuta, ila pia taarifa sahihi lazima uwe wewe... mwenyewe una... una hamu ya kutaka kufahamu na kutaka kujua. Kwa hiyo nadhani njia nzuri ni kuweza kum... kumlisha huyu kijana ama huyu mtoto mawazo hodari ambayo mwisho wake zitamsaidia ku, ku, ku, kutoka katika fikra zisizokuwa sahihi ama kutoka katika namna ambavyo haitamsaidia. Unadhani sasa dunia imefika wakati iwaache vijana wawe ni viongozi, wazee wao wakiwaangalia, wakiwaangalia tu kwamba imefika wakati sasa mm -hmm. kwamba mawazo yako lakini kwamba vijana wawe viongozi mm, waongoze kila eh, kila mahali idara mm, zote, taasisi eh, serikali, mabunge, dio? Alafu wazee wao wawe wanakaa wakiwaangalia vijana wetu wanakwendaje, sio? Mm, kwa maana ya kuwatega, mm, kwa maana tu ya kuangalia hapa hamwendi vizuri kwa vizuri. Eh, vitendo tumefikia hapo? Hapana, sidhani, kwa sababu wazee wetu wamejifunza vitu vingi katika safari zao za uongozi na katika maisha yao, tukifanya kazi kwa pamoja ni namna nzuri zaidi kuliko wakiwaachia vijana wafanye kila kitu, kwa sababu hatuwezi kupuuza mchango wa wazee wetu. Na sio tu mchango, ingawa pia wazee wetu wanaondoka, ile experience waliokuwa nayo hatuwezi tu kuipata kama hatupo karibu nao na kuwa karibu nao. Unajua, kujifunza ni zaidi tu ya fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Tunajifunza hata wasipozungumza, tukiwatazama tunajifunza. Tukikaa nao, tukiona wanavyoishi na familia zao, tunapata kujifunza. Tukikaa nao, tukiwatazama namna wanavyovaa, tunapata kujifunza. Tukiwatazama namna ambavyo wanapokea taarifa zenye msongo wa mawazo, tunapata kujifunza, kwa hiyo kwa sababu kujifunza ni zaidi tu ya kufundishana ki kuwa na darasa halisi kwamba hapa ndipo tunafundishana, tunajifunza zaidi ya tukiwatazama. Kwa hiyo nadhani ule ukaribu kati ya wazee na vijana hautakiwi kuondolewa <laughs> sawa. Uh, pili, kuna ujumbe wote labda kama kuna mtu ameuliza swali hapo, uh, swali la moja kwa moja, hakuna mm -hmm. Ehe, lakini wengi wao tu walikuwa mwanzo walikuwa natatizo na Kiingereza lakini <laughs> <laughs> <gayani>, bila shaka mambo yamekaa vizuri, lakini pia yuko huyu anasema anasema Alwatan, huyu anasema najifunza vitu vingi. Kumnoa kijana inataka maarifa zaidi, ili unapomnoa afikie viwango vyako au zaidi yako. Hawa watu wa kufanya hivi tunao? Swali hilo umeelewa vizuri eh? Naomba urudie. Yaani ni kwamba kumnoa kijana mm -hmm. Kuwa kiongozi inataka utaalamu na maarifa zaidi mm -hmm. na anayetakiwa kumnoa anatakiwa awe juu, ili anayenolewa huyu sasa ama amfikie ama apite ampiti. Sasa hawa watu wa kuwanoa vijana tunao watu wa kuonoa vijana tunao, kwa sababu ukitazama katika indastri zote, iwe za kisiasa, za burudani, za sayansi, kuna watu ambao wamefanikisha kufanya mambo hodari. Ni hawa watu ambao tunaweza tukajifunza kutoka kwao. Kila indastri ina watu ambao wamefanikiwa, kuna watu ambao wametuelekeza. Lakini pia hata historia ina watu ambao walionyesha mwanga bora, walituonyesha namna ya kupita. Na hao pia tunaweza kujifunza kutoka kwao. Mm -hmm. Kupitia nakala zilizoandikwa mm -hmm. kupitia vitabu kupitia papers ambazo zimeandikwa, ndio maana inatakiwa kuwa jukumu letu binafsi kusoma. Huyu anasema, e, mnawafikia vijana walioko kwenye vyuo na shule? Vipi wale wa mtaani wanawezaje kunufaika? Mm -hmm tunatumia strategi aliyotumia Bwana Yesu pia, ile ya uh, kukutana, wa kukutana na watu wachache mbinu mm-hmm. ambao kukutana na watu wachache, alafu hawa watu wachache wakakutane na watu wengi. Kwa hiyo hawa watu ambao tunakutana nao vioni ama sehemu nyingine, kwa sababu hatupo tu vioni, tupo vioni, tupo pia kwenye shule za high school na shule za sekondari, mtaala uko tofauti, kwa hiyo hawa watu wachache wanapata nafasi ya kwenda kukutana na watu wengi zaidi. Mnapimaje? yeah. Mnapimaje sasa kwamba hiki tulichokifanya kwa hawa watu wachache kimeenda kwa watu wengine? mm -hmm. Tunampa kila mtu jukumu. Kuna kanuni ya kujifunza inasema, yeye asomaye itabidi aandike, na yeye anayejifunza itabidi afundishe kwa hiyo kadri ambavyo unazidi kukua na kunolewa katika mambo ya uongozi inakutengenezea jukumu binafsi la wewe kwenda pia kufikisha hii taarifa kwa watu wengine. Ananikumbusha anani msemo mmoja wa Kiarabu mm. na niruhusu ni useme kwa Kiarabu, man taalama ilmi khairukum. hey, wa mm inaanza -hmm. khairukum, khairukum man taalama ilmi wa allamahu Mm-hmm. Yaani mbora kati yenu ni yule mwenye kujifunza nakisha, na kisha na na yeye akafundisha wengine. Ndio maana mm-hmm. na mimi napenda sana kuwa mwalimu mm-hmm. japo sina fani ya ualimu. Sawa, juzi niliangalia video moja kwenye, kwenye mitandao hii ya kijamii mm-hmm. mzee ameingia katika gari akamwambia, kijana ni mzee kabisa mtu mzima kwamba hebu unipishe hapo kijana, na mimi nikae. mm -hmm. kijana kule akampisha hapo, alafu akamwambia yule mzee, na nyinyi mtupishe katika ajira. <laughs> <laughs> Kwa hiyo inaonekana kama kuna mvutano kati ya vijana ambao wanatamani kuwa viongozi mm -hmm. na wazee ambao wamepewa nafasi ya kuongoza. mm -hmm. Yaani vijana wanahisi kama wazee hawa wanaoendelea kukaa, ah, wamekaa katika nafasi ambao sio zao, hawastahili tena. Na nyinyi mnaliona hilo Tukisema kila mtu apate nafasi itakuwa ni uongo. Dunia tunayoishi ni sekunde chache sana, dunia tunayoishi ina rasilimali chache, lazima tukubaliane na hiyo hoja <laughs> kwamba nafasi zipo chache na rasilimali pia ni chache. Tukisema watu wote tupate nafasi itakuwa uongo, na pia tukisema watu wote tupate ajira itakuwa pia ni uongo <laughs> na ndio maana uongozi binafsi hautufanyi tulalamike inatufanya katika changamoto tulizo nazo tuwe wabunifu na kutengeneza fursa katikati ya changamoto. Sawa, tunakushukuru kwa namna ambavyo umejieleza na umeelezea eh, kuhusiana na masuala ya uongozi na vijana, hasa katika suala hili la uwajibikaji. Tunakushukuru sana, asante sana. Naam, haya ni Duncan Essau meneja msaidizi wa mipango wa Africa Youth Leadership Forum, yaani jukwaa la viongozi vijana Afrika.